Tukielekea huko nchini Italia tunafahamishwa kwamba makadinali wenye dhamana ya kupiga na kupigiwa kura wanakutana katika baraza la siri kuchagua papa mpya huko mjini Vatican. Mkutano huo wa siri unafanyika katika kanisa dogo la Sistina Mei 7 ukijumuisha makadinali 135 kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Mkutano huu unafuatia kifo cha papa Francis aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka Aprili 21 mwaka huu, na mazishi yake kufanyika siku ya Jumamosi Aprili 26. Ha, kuna muda maalum uliowekwa kumchagua papa mpya, lakini mikutano miwili ya awali ya uchaguzi wa papa iliyofanyika mnamo mwaka wa 2005 na 2013 ilidumu kwa siku mbili tu. Kwa zaidi ya miaka mia saba na hamsini sheria kali zimetawala orodha ya makadinali wanaokusanyika kumchagua papa, na kumekuwa na usiri mkubwa wa kuzuia taarifa kutoka nje kuingia ndani na za ndani kutoka nje. Makadinali wakisali na utumishi zaidi kwenye kuchagua kuliko ushawishi wowote kwenye kulinda usiri. Hata baadhi ya vyakula vinazuiwa kuingizwa ndani kwa mfano kuku ni kitu ambacho kimepigwa marufuku kutoka kwenye meza ya makadinali kwa karne nyingi kwani vinaweza kutumika kupitisha ujumbe wa siri kuna makadinali mia mbili na hamsini na wawili kote ulimwenguni kufikia tarehe 19 Februari mwaka 2025 ambao kwa kawaida pia ni maskofu na wale walio chini ya umri wa miaka 80 ndio wanaostahili kumpigia kura papa mpya. Idadi ya makardinali wanaopiga kura kwa kawaida hupunguzwa hadi 120, lakini kwa sasa kuna makardinali 135 kati yao ambao wana vigezo vya kushiriki katika kumchagua papa mpya. Papa Francis aliteua makardinali wapya 21 mwezi Desemba mwaka 2024. Hii ndiyo idadi kubwa zaidi ya makadrinali wenye umri wa kupiga kura katika historia ya Kanisa Katoliki. Makadrinali ni washiriki wakuu wa makasisi wa Kanisa Katoliki na kwa kawaida huwekwa wakfu kuwa maaskofu. Papa Francis aliteua idadi kubwa ya makadrinali wenye umri wa kupiga kura mia moja na nane, wakati wengine walichaguliwa na watangulizi wake, Papa Benedikti wa kumi na sita na Mtakatifu John Paul wa Pili. Katika siku ya kwanza ya kongamano hilo wanafanya misa, yani, ibada ya Kikristo katika kanisa la St Peter's Basilica, kisha wanakusanyika katika kanisa la Sistine la Vatican. Huko agizo la extra omnis utolewa ni lugha ya Kilatini, ikiwa na maana kila mmoja atoke nje kuanzia wakati huo makadinali wote watawekwa ndani ya Vatican hadi papa mpya atakapochaguliwa. Msemaji wa Vatican Mateo Bruni alisema kwamba makadinali watashiriki katika misa takatifu katika balisika ya mtakatifu Petro. Baada ya hapo, wale wanaostahili kupiga kura watakusanyika katika kanisa la Sistine kwa ajili ya upigaji kura wa siri. Mara tu wanapoingia katika kanisa la Sistine, makadinali hawapaswi kuwa na mawasiliano yoyote na ulimwengu wa nje hadi papa mpya atakapochaguliwa. Kuanzia siku ya pili na kuendelea, hupiga kura mara mbili kila asubuhi na mara mbili kila alasiri hadi mgombeaji wa upapa patikane mmoja. Katika zoezi la kura, kila kardinali anayepiga kura huandika jina la mgombea anayempendelea kwenye karatasi za kupiga kura na kila kardinali hupiga kura yake kwenye karatasi rahisi iliyoandikwa kwa Kilatini, I elect as supreme pontiff, ninachagua kuwa papa mkuu, na huongeza jina la mgombea wanayemchagua. Kila kardinali anaandika chaguo lake kwenye kura na kuiweka kwenye chupa kubwa la fedha na dhahabu. Ili kuficha kura, makardinali wanaambiwa wasitumie mtindo wao wa kawaida wa mwandiko, huku mshindi akihitaji theluthi mbili ya wingi ili kuchaguliwa. Iwapo mkutano wa uchaguzi Konklavu utamalizika siku ya tatu bila kufikia uamuzi, makadinali wanaweza kusitisha zoezi kwa siku moja kwa ajili ya sala. Kuna duru moja tu ya kupiga kura katika alasiri ya kwanza ya kikao hicho, lakini baada ya hapo makadinali watapiga kura hadi mara nne kila siku. Ili kuchaguliwa kuwa papa mpya, mgombea anahitaji kupata theluthi mbili ya kura zote, jambo ambalo linaweza kuchukua muda. Mara baada ya papa kushinda kura, papa Papa mpya anaulizwa, je, unakubali kuchaguliwa kwako kama papa? Mkuu anachagua jina ambalo anataka litumiwe kuitwa kama papa, kisha makadinali wanampa heshima na kuahidi utii wao. Wakati haya yote yanafanyika, Wakatoliki usubiri katika uwanja wa St Peters uliopo karibu, wakitizama moshi ufuke kutoka kwenye bomba la Sistine Chapel. Tangazo linatolewa kwenye roshani ya jengo la Sant Pita zibaliska kwa umati uliyopo chini. Tangazo hilo husema habemus papamu, ikiwa na maana tumepata papa. Jina la papa mpya linafichuliwa na papa mwenyewe anaonekana anatoa kauli fupi na kutoa baraka za abi et obi, ikiwa ina maana kwa mji na ulimwengu. Baadaye matokeo ya kila duru ya upigaji kura katika mkutano huo upelekwa kwa papa kisha hutiwa muhuri na kuwekwa katika hifadhi ya kumbukumbu ya Vatican na yanaweza kufunguliwa tu kwa amri ya papa. Kongamano refu zaidi katika historia ya kumchagua papa lilidumu miaka miwili na miezi tisa kuanzia 1268, lakini katika siku za hivi karibuni mchakato wa kumchagua papa umekuwa wa haraka zaidi, kwa wastani wa siku tatu tangu mwanzoni mwa karne ya 20. Papa Francis na mtangulizi wake Papa Benedikti wa 16 walichaguliwa katika kipindi cha siku mbili tu. Tangu kifo cha Francis, majina mengi yanatajwa kama warithi wanaoweza kuchukua nafasi hiyo kutoka Italia hadi Canada na Ghana hadi Ufilipino. Daktari Miles Pantendeni mwanahistoria wa kanisa Katoliki katika chuo kikuu cha Oxford anasema majadiliano tayari yanafanyika kati ya makadinali, ili kuona ikiwa kuna makubaliano yoyote yanayojitokeza nyuma ya mgombea mmoja au wawili. Hata hivyo, anasema matokeo ni magumu kutabiri. Tofauti na uchaguzi wa uongozi katika chama cha siasa, ambapo kupata idadi inayohitajika ya kura inahakikisha ushindi, mchakato huo unahusisha zaidi ya sheria ya rahisi ya wengi, anasema